Yes, sebona kama inavyoonekana katika video yetu hii, ndiyo orodha ya wachezaji saba ambao mpaka sasa wanaongoza kufunga magoli katika ligi kuu ya NBC Top, yani Top Scorer. Mchezaji anayekamata nafasi ya saba Jonas Soa, Soa, wa Singida Black Stars mwenye mabao matisa. Nafasi ya sita Pako Mzozua wa Yanga mwenye mabao tisa. Katika nafasi ya tano yupo Steven Mukwala wa klabu ya Soka Simba akiwa na mabao tisa nafasi ya nne Elvis Rupio wa Singida Black Stars mwenye mabao kumi. katika nafasi ya tatu yupo Clement Mzize wa Yanga mwenye mabao kumi na moja. nafasi ya pili Jan Chala wa wa Simba Sports Club mwenye mabao kumi na mbili. katika nafasi ya kwanza anakamata mchezaji wa klabu ya soka Yanga Sports Club hapa tukienda kumwongelea mwana wa mfalme Prince Dube ambaye ana mabao kumi na mbili kwa tunaona Simba katika orodha hii wameingiza wachezaji wawili Klabu ya soka Yanga Sports Club wameingiza wachezaji watatu, klabu ya Singida Black Stars wakiingiza wachezaji wawili. Tuambie comment, je, ataibuka menjnataibu